Kwanza kama mkuu wa mkoa nikiri kabisa kwamba mabasi haya yameshapungua sana, kutoka kwenye idadi yake ya kwanza tangu yalivyonunuliwa mpaka yalivyo sasa hivi. Mabasi yanayotoa huduma kwa muda huu, mabasi ya kampuni ya UDART yanayotoa ya huduma hayazidi hata 40 mabasi yanayotoa huduma, kwa sababu ndio mabasi ambayo yana uafadhali. Kitu ambacho kimefanyika, mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameagiza haraka sana kama ambavyo niliwapeni taarifa siku ya kwanza, kwamba kila barabara apatikane mtu wa huduma mmoja, ili kuwe kuna ushindani wa utoaji wa huduma katika barabara hizi: barabara Morogoro Road, barabara Kilwa Road, barabara ya Mwalimu Nyerere ili kwenda airport, pamoja na barabara zingine ambazo ziko mbioni kukamilika. Barabara hii tunayoizungumzia leo ya Morogoro Road, hii amepatikana mtu wa huduma mmoja nje na UDART. Manake ni kwamba kwa muda huu, muda sio mrefu, mabasi yataingia, mabasi ambayo yatakuwa ni kampuni tofauti na UDART. Na kwa nini yamefanyika namna hiyo? Imefanyika namna hiyo ili apatikane mtu mwingine mwenye nguvu, mwenye uwezo, mwenye uwezo wa kiteknolojia wa kuweza kuingiza mabasi haya. Mwanzoni kama mnakumbuka vizuri, UDART serikali na hisa kwenye UDART, hata tukaona hapana, ni vizuri mabasi haya sasa yakaendeshwa na kampuni binafsi ambao watakuwa na uwezo mkubwa wa kusimamia masuala yote yanayohusu upakiaji wa abiria. Lakini barabara ya Kilwa Road, ndugu zangu waandishi wa habari, na yenyewe tulisema ifikapo tarehe 15 mwezi wa nane kutakuwa tayari kuna mabasi mapya yanayoingia kutoka nchini China. Ninayo furaha pia kuambia kwamba kweli ilipofika tarehe 15 magari yote yalikuwa yako kwenye bandari ya Dar es Salaam. Baada ya hapo, ilikuwa ni kuanza kushughulika na masuala mengineyo ikiwemo mambo ya import duty, mambo ya VAT ili tuweze kuyatoa kwa release order, moja ya mabasi yaweze kufanya kazi. Mabasi ya kampuni ya Moffat kwa njia ya Kilwa Road yaliyokwisha fika mpaka sasa yako mia moja na hamsini na moja na mara ya kwanza tarehe 15 yaliingia mabasi 99. Hivi navyozungumza tumeyatoa yote bandarini, yako kwenye yadi ya pale Mbagara ili kuyapata vibali vyote maalumu na yaweze kuingia barabarani. Ninayo furaha pia kuwaambia kwamba Mungu akijalia, kwa namna ambavyo mheshimiwa waziri mkuu amepata pia maelekezo kutoka kwa mamlaka na kutusimamia sisi, wiki hii mpaka wiki ijayo, mabasi ya kampuni ya Moffat yatakuwa tayari yamekwisha ingia barabarani kwa ajili ya kufanya kazi kwa ile njia ya Mbagala. Sasa kilichopo kwenye barabara hii ni nini, tulichokiamua kwenye barabara hii mpaka muda huu? Kwa kuwa mabasi haya ni machache, kwa kuwa mabasi haya ni machache na kwa kuwa mabasi haya demand yake imekuwa ni kubwa kuliko supply, tulichokifanya sasa, tumekushakaa na kampuni inayotoa huduma barabara ya Kilwa road, ili angalau sasa baadhi ya mabasi yaanze kutoa huduma kwenye barabara hii ya Morogoro road, halafu mabasi ya Morogoro road yatakapokuwa yamefika, mabasi haya ambayo tutakuwa tumeyaomba kutoka kwenye ruti nyingine yataendelea na ruti nyinginezo.